Uh, kwa sasa tunakwenda kuungana na mwenzetu Ali Bakari kwa taarifa zile zilizobamba anatuletea hapa, na hakika zilizobamba huwa uh, zinakuwa za moto kwelikweli. Kweli utaenjoi uh, kwa kile ambacho ametuandalia mwenzetu Ali Bakari kwa siku hii ya leo. Ali Bakari, karibu sana, asante sana, olama Nimefurahi uh -huh. uh -huh. uh -huh. kuungana nawe toka mwezi huu wa Ramadhani umeanza tumekutana hapa toka mwezi wa Ramadhani, hata kabla ya mwezi wa Ramadhani hatujaonana uh -huh. hapa zaidi ya miezi miwili eh. Uh -huh. uh -huh. na we li ukiwa nje ya kipindi hichi u unajisikiaje ukiona uh -huh. yani, uh -huh. huko unajua, ukitoka tena kuzihudumia jamii jamii wana michezo wako wengi sana, uh, Tanzania yetu inapenda michezo na serikali yetu imeinua michezo kwa kiasi kikubwa hivyo. Mm. tukienda huko na Azam TV Mm. eh, katika michezo tena ndio usiulize. Mm. Eh, kwahiyo tunatoka tunapeleka eh, upendo wa michezo. Lakini huwa unatembea katika mikoa tofauti tofauti, watu wana kizungumziaje yeah, kipindi cha viwanjani? Ah, viwanjani kwanza kinapewa sifa nzuri sana na wanashukuru kwa sababu vingi eh, wana michezo jamii yetu elimu wanayoipata viwanjani kwa kweli wana kiombea dua sana, kiendelee na wachambuzi wake, watangazaji wake, maprodusa wake eh, paneli nzima, hata ukiwepo pia wewe, wana hali Bakari kwa zile Zilizobamba ambazo na za Mitandaoni. Kwa hiyo eh, kwa kweli eh, mapokeo ni mazuri sana asante sana. Yes mm -hmm. Tulikuwa tunachomgweza kidogo, kwa sababu watu wa Azam TV huwa tunatembea maeneo tofauti tofauti, na tunapata maeneo maoni ya tofauti tofauti. Mm. Eh, wakati mwingine huwa unakosa nafasi ile ya kuojiwa kwa hivyo nimekupa hiyo mm. fursa kidogo ya kuojiwa nawewe mm. <laughs> Yes, tunaenda moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii, tuangazia huko bwana, na hakuna jipya kubwa, ni mwendelezo wa mechi ile ya kufuzu uh, michuano ile ya ya Kombe la Dunia uh, mchezo ule wa Morocco dhidi ya Tanzania ambao umepigwa usiku wa kuamkia leo hii tarehe 26. Sasa wakati mechi ikiendelea, kuna mchezaji ambaye alikanyaga katika ardhi hii ya Tanzania na alitumika katika NBC Premier League uh, kutokea kule Singida akichezea uh, Singida kwa wakati ule kitambulika kita, uh, Singida Big Stars na majina mengine. Huyu ni uh, Bruno Barroso bwana, huko aliko alikuwa anafuatilia mechi na sio yeye peke yake tu, na mtoto huyu mtoto wao huyu Unafahamu kwamba mtoto huyu uh, walimchukua pale Singida uh, wamemwasili, na sasa wapo naye wakiendelea kumlea, kumpatia malezi. Lakini ameandika nini? Uh, Bruno anasema, lengo langu ni kudumisha daima mizizi ya nchi hii nzuri ambayo imeacha alama yake katika maisha yangu katika maeneo mengi, milele mioyoni mwetu, Tanzania, akionyesha alama ile ya kuipenda Tanzania yes. Ni jambo kubwa kidogo, labda tumsikie Hamisa. Hamisa, andiko hili la Bruno ulivyoliona, kipi kilikujia katika kichwa chako? Kilichonijia ni kwamba Watanzania, unajua sifa kubwa ya Watanzania ni hospitality yes. Watanzania tumekuwa ni watu ambao tuna upendo mkubwa sana, ndio maana uh, Bruno Gomes Barosa, huu ni msimu wa, wa pili toka alipoondoka uh, kwenye ligi yetu ya Tanzania, lakini just imagine kwa upendo ambao ameonyeshwa na watanzania ambao wanapatikana katika mkoa wa Singida Ume, umemwezesha mpaka yeye kuweza kumchukua mtoto huyo kufata taratibu zote nakuna, nakuna, nakuna na kwenda kuishi naye. Ujue tuna watoto wengi sana ambao wanaishi katika jamii ambazo wanaishi katika mazingira magumu sana ambapo inafikia wakati hata wazazi wenyewe mm. uh, kuzilea tu hizo familia na kuwapatia mahitaji yote ya msingi watoto wao inakuwa ni vigumu. mm. Lakini unapopata mtu kama Bruno Gomes ambaye amefanikiwa amba kumchukua mtoto huyo mm. na kwenda kuishi naye, na kama tu unavyoona hayo mazingira hapo mm. na hata nuru tu mtoto usoni, ana nuru mm. inakuonyesha kabisa kwamba mm. hata maisha ambayo anayaishi <laughs> anafurahia <laughs> anafurahia ni maisha yes. fulani ambayo ni mazuri mm. kwa hiyo ndio maana ushangae ujue kwenye nchi yetu mm. Kumekuwa na kundi kubwa sana la wachezaji wa kigeni wakija kucheza yes. Na kuna wengine ambao wakimaliza maisha yao ya mpira wamekuwa bado wanaendelea kuishi mm. katika nchi yetu ni mm. kutokana na upendo ambao Watanzania tumekuwa nao. Ni kwa nadra sana hichi kitu ambacho tuko nacho sisi kuweza kujikuta katika baadhi ya, ya, nchi zingine. Kwa hiyo kwangu kiukweli ni mm. kitendo uh, cha kujivunia sana na kumpongeza sana uh, Bruno Gomez kuweza kumchukua mtoto wetu mm. wa Kitanzania na kuweza kuishi naye na kumlea mm. na hayo ni yale matendo ya charities, matendo ya kijamii ambayo hata mm. uh, unapokuwa unafanya hata pia kwa Mungu kuna thawabu ambazo unakuwa mm. unazipata. Umemalizia na Mungu hapo, na mimi nasema Mwenyezi Mungu aibariki familia hii. Uh, waendelee kuwa na moyo huo wa kuipenda Tanzania. Yes, uh, tunaendelea na mechi hiyo ya jana. Uh, Nijana ni jana mm, ni, leo. Leo, mm, yeah. Mm. Yes, ni, ni miongoni mwa waandishi wa habari za michezo lakini pia eh, ni mchambuzi wa soka. Amekuwa akionekana katika vipindi kadhaa hapa Azam TV ikiwa ni kurasa za mwisho na dakika 90 lakini, ameandika nini katika ukurasa wake wa Instagram? Anasema ah, nende ni tu kombe la dunia, ndugu zetu mnastahili. Akiposti kikosi eh, cha Morocco kama ame ameshusha panga mm. Kwamba kwamba amesusa, ni kweli, anastahili baoda kwamba hey. Bwana yeye waende tu hey. mm. Kwa kweli, yaani ukiangalia kwa nature ya madaraja, namna ambavyo tulivyo mm. ni shughuli nzito, yaani kumfunga mm. Morocco si jambo jepesi. Unajua mm. ni miongoni mwa timu ambayo imejengeka sana mm. wachezaji mm. wake wengi wamepenya barani Ulaya, kwa hiyo mm kushindana na hizo qualities sio kitu chepesi. Sisi at least tuna Tuna move sasa hivi, ukiangalia wachezaji wetu wengi mm. wameanza kupenya kwenye hizo mm. ligi ambazo pia zina ushindani mkubwa sam, zaidi. Kwa hiyo ile experience ambayo wanaipata kule, kama wakina Novatus yes, yes, yes. Uh, wakina Samata. Ndiyo. wanajaribu kuirejesha kwenye kikosi chetu mm. na kuna kitu walau sasa hivi kina kinaonekana mm. uh, ile confidence yeah. ya wachezaji wetu kucheza kwenye hizo ligi mm. wanazoea mm -hmm. wachezaji wengi kule mm. wanakutana na wachezaji wengi, kwa hiyo hata sam, pressure tunamula, ile tunamula ameweka ule mpira na Bayona alimtaja hapo Novatus, akitolea mfano wa wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania wakipata uzoefu. Na huyu ni Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano African, yeye amemposti huyo Novatus akisema ya, ya kwamba uh, yuko tayari kwa EPL insha Allah na kumekwepo na mjadala kidogo kwenye mitandao ya kijamii haswa, wakizungumzia uh, kiwango cha Novatus ambacho alikionyesha jana, na watu wakiuliza ya kwamba kwa pale uh, EPL kwa maana English Premier League pale England ni timu gani Novatus anastahili kwenda kucheza? kwako kwa kwako kwa uh, <laughs> <laughs> aina ya uchezaji kwa kwa wake anastahili kwa sasa. au si, anastahili? Anastahili, au je, anastahili? Um, kwa sasa anastahili kwa sababu gani? ukiangalia kwa sasa anastahili kwa, kwa, kwa, kwa jinsi basi, eh yes mm, yes yes a yeah. Ngoja tumalizie kwanza yaliyopo mitandaoni, utatia maneno unajua, <laughs> mengi ya kuzungumza katika kipindi hichi uh, cha The Pitch sasa hivi. Yes, hili ni basi la Azam TV, ni miongoni mwa vifaa uh, muhimu kabisa vya kurushia matangazo kufikia mechi kwako huko basi, miongoni mwa vifaa ambavyo huwa vinatumika ni basi hile ambalo limekamilika kabisa, ni studio inayotembea hii, tayari ipo katika uwanja wa CCM Kambarage pale Shinyanga kwa ajili ya kukuletea mechi ya leo hii ya CRDB Bank Federation Cup kati ya Stand United na Giraffe Academy ambayo itachezwa majira ya saa kumi kamili uh, jioni kupitia Azam Sports 1 HD. Yes, twende katika posti nyingine uh, tukimbie kutokana na muda. Yes, huyu ni afisa habari wa Singida Black Stars, anaitwa Hussein Massanza. Uh, kuna ufafanuzi kidogo ameutoa kupitia katika ukurasa wake wa Instagram. Tumsikilize kidogo, alikuwa anazungumzia nini. Uma unataka kujua, bado mmeshtuka Singida? Maana mara mwisho tulitoa taarifa kwamba, uh, tumepokea kwa mshtuko mm -hmm. Kocha wetu Hamdi Miloud kutambulishwa na Yanga kinyume na utaratibu mm -hmm. Statement yetu ilikuwa hivo. Kwa hiyo ule mshtuko watu wanataka kujua umeishia wapi? habari njema ni kwamba ule mshtuko umeisha. Sasa hivi tumeshatulia, tumefocus na mambo yetu. Kocha wetu David Ouma anafanya kazi nzuri, lakini mshtuko huu haujaisha tu kienyeji. Mshtuko huu umeisha baada ya kile ambacho tulikuwa tunakitaka kufanyiwa kazi. Kwa hiyo mambo ya kimkataba yamemalizwa, kimkataba, wamerudi mezani, wamelipa kiasi ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa mujibu wa mkataba wake, na baada ya hapo tumempa baraka zote. Kwa hiyo kwa sasa hatuna kesi tena na kocha Hamdi Miloud. Kwa kiufupi, ametulipa, tumemalizana naye na tunamtakia kila la heri huko aendapo. Sisi tunachokitaka na tulichokilenga ni kutoa hii somo, ili next time isije ikajirudia kwa mtu mwingine yoyote. Unapotaka kuondoka sehemu, usipite dirishani, pita mlangoni. Ah, <laughs> s <laughs> anasema ukitaka kuondoka sehemu yeah, usipite dirishani yeah, pita mlangoni kwa mfano <coughs> uzimshtuko sasa <laughs> umekwisha, hakuna tena mshtuko. Yes, tumalizie posti ya mwisho tuone na kwenyewe. Yes, hii ni Azam TV Sports. Hapa tunakukumbusha kukumbusha michezo ile ya CRDB Bank Federation uh, Cup. Leo tutaanza majira ya saa kumi Stand United dhidi ya, ya Jirafa Academy ni channel Azam Sports 1 HD alafu kisha kesho Alhamisi, Simba Sports Club itacheza dhidi ya Bigman FC Azam Sports 1 HD pia. Lakini Ijumaa Machi 28, Tabora United itacheza na Kagera Shuga, mchezo pia utauona kupitia Azam Sports 1 HD jioni saa kumi. Jumamosi ni mechi mbili, Machi 29 hiyo itakuwa uh, Young Africans itacheza dhidi ya Songea United, wakati Mashujaa ikicheza dhidi ya Pamba Jiji. Mashujaa na Pamba, Mashujaa mm. na Pamba, na Pamba Jiji, jiji na Pamba Jiji, zote hizi za NBC. Bayona kidogo tu kidogo sana, mchezo huo shughuli Mashujaa na Pamba juu itakuwa itakuwa nzito. yeah. yeah. na uzuri ni kwamba Mashujaa yuko kwa nyumbani kwa okay, hiyo na inaijua uzuri wa Mashujaa akiwa nyumbani mm. mechi zao zinakuwa sio nyepesi yes, huo yeah. mm. yeah. But... yes, ni ukumbusho kuhusiana na mechi zile za CRDB Bank Federation Cup. hizo ndizo zilizobamba yapo mengi katika mitandao ya kijamii lakini kwa sasa niishie hapa nirejeshe kijiti kwako. Mwalama mm -hmm. no. Idi. Salamu kidedea. Ali Bakari, nikushukuru sana zile ambazo zimebamba zimebamba, na kweli. Asante sana Bruno Baroso, zimebamba na kweli, zimebamba, kijana anafurahia maisha. Na kuna kipindi ulisema ya kwamba Mwenyezi Mungu amewafanya kama wanafanana. Eh, wanafanana, wanafanana sasa. Eh eh, eh, eh, eh Nur eh. yeah. Eh, <laughs> leo jengo wanafanana Nur, baina Nur wanafanana. Umepanga kuondoka saa ngapi jengo hili eh? Leo unasema baada ya dhuhuri. Haya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. <Yeah, yeah>. Bayona <laughs>